Wasemavyo Waswahili, uungwana ni vitendo, na huu ndio uungwana wa Dokta Huseni Ali Mwinyi kwa wananchi wa Tumbatu. Niko katika barabara mpya na ya kisasa inayojengwa na Dokta Huseni Ali Mwinyi katika kisiwa hiki cha Tumbatu. Barabara hii inaunganisha shehia mbili, shehia ya Gomani pamoja na Jongoi, inakadiriwa kufikia urefu wa kilomita kumi na tano. Barabara ndo tu kama mnavyoona, shughuli zinaendelea, uchimbaji wa kifusi unaendelea, gari ziko kwenye saiti katika hii hatua ya kujaza kifusi hii kusafisha na kujaza kifusi hii, wa wa kwa karibu asilimia 90. Sasa sababu hii barabara imekuwa kifusi 15 na pale tunapofika karibu ya kijiji cha Jongoni, na maana kwa asilimia kubwa sasa eneo lote la barabara limesafishwa. Awamu hii dokta Mwinyi ameweta changamoto kubwa kweli, kutokana na kisiwa hiki cha Tumbatu kuhususa barabara na wengi wao walikuwa wanazungumza kwamba barabara hii endapo itawekwa wanaruhusu suala lile la utalii, lakini kwa bahati nzuri mwenyewe alipokuja pale kufungua ile skuli ya ghorofa alilisema hadharani kwamba sikusudii hivyo na kusudia kuweka barabara ili wananchi wasipate tabu kwenda huku na huku ili waweze ata yale maendeleo ambayo yanayotakikana kama watu wengine. Uh, kwa upande wa barabara, kwanza nimpongeze sana Dkt. Mwinyi. kwa sababu hapo awali barabara ilikuwa so kama hivi ambavyo tunaiona hivi sasa ambapo marekebisho yanaendelea. Hapo mwanzo ilikuwa kuna changamoto na vikwazo mbalimbali, maana kutoka hapa Kichangani mpaka Jongowe ilikuwa kidogo ni mtihani, lakini sasa hivi kutokana na jitihada ambazo anazifanya yeye Mheshimiwa Rais tunaona sasa hivi dakika tano mpaka kumi ushafika Jongowe. Kutoka hapa Kichangani mpaka Jongowe ni barabara ya kwanza ya lami toka kuumbwa kwa kisiwa hichi ni barabara ambayo imekuja kurahisisha utendaji wa shughuli za kila siku, kama wanavyothibitisha wananchi wa maeneo haya, na hii yote pia inasaidia ama inatunufaisha katika kurahisisha shughuli ambazo za biashara. Kama kuna samaki ambapo ambao wanatoka hapa kichangani kupelekwa ki, uh, Jongowe, basi itakuwa ni swala la mara moja kufikishwa ili baadae, ili usichukue muda mkubwa, wakaja wakaharibika. Kupitia mradi huo, nadhani sasa maisha wana Tumbatu yatakuwa yanaenda kuwepesishika zaidi, kwa sababu biashara itatanuka. La, lakini stoshi tayari Tumbatu tutakuwa si kubwa tena, kwa maana ilikuwa tunataka usafiri labda kufikia sehemu fulani ama kutumia muda mrefu kufikia eneo fulani. Kwa sasa nadhani hatutatumia muda huo na itakuwa rahisi kufika eneo hilo Usenalimwenyi kiuchaguzi, ninachosema na hapa kesha pita, nachosema na mimi hapa kesha pita wa ke kwa haya amayo ya deni na wananchi walivyoivoika kesha pita. Kwa hiyo maendeleo kusema kwa kweli wapizani na wao wanayaona, ile hali ni nzuri na wao wanamsifu sana. Hapo mwanzo ilikuwa kweli hawawezi kumsifu ya jaji lakini Ha, hawaoni kitu lakini, ile wanasema kweli, inafawa hata kumpa u tano tena, kama walivyopata nafasi ya kuwasikia wananchi. Na sisi tunasema kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 hatuna mbadala wa Dkt. Mwinyi. Tulimpa kazi, amefanya kazi, na sasa tunaelekea Oktoba kumwongezea kazi.